E bana, uh, leo tuko Feel and Freak chachi kanisani kwa Masanja, tuko na Holy Star hata kijana ambaye ameamua kubadilika kutoka katika upande mmoja na kuanza kuimba mziki wa gospel. aa, muda uliopita hivi karibuni amefanya performance. Hapa tutakuwekea hapo kwenye kati utaona the way jinsi ambavyo alikuwa akimtumikia Mungu. safi, safi. Kama kaa? Kama kaa. Shwari? Safi, safi. Kwanza tunapenda kuji... ku... kufahamu unajisikiaje wewe kuwepo hapa na hichi ulichokifanya, naomba ukielezea kidogo. Uh, najisikia fahari kuwa hapa na nilichokifanya ni jambo ambalo nimeamua nime mwenyewe kumtumikia Mungu. Zamani nilikuwa naimba Bongo Flava lakini, uh, nikawa nimeswitch, sasa hivi namtumikia Mungu namwimbia Mungu na, na nitaendelea kumwimbia zaidi na zaidi, yeah. Labda kipi hasa kilichokusukuma wewe kubadilika kutoka kwenye mambo ya kidunia na kuja kwenye ulimwengu wa Mungu kumtumikia zaidi? Okay. Ah, mimi nimezaliwa familia ya kidini na mambo yote yaliyotokea nyuma ni kwamba nilitoka kundini kidogo ya yeah. Kwa hiyo sasa hivi nimerudi rasmi kundini na mtumikia Mungu. Labda kwa mashabiki zako anaweza kachukua labda olista Star tumeshamzoea kwenye mambo ya matatu na mambo kama hivyo. Alikuwa na mahusiano yake nyuma ambayo ilimtrendisha mpaka kumjua watu wengine kumjua. Huenda sasa hivi anaenda upepo wa kiki, yani kutaka kuongelewa mjini kwa sababu tumeona kuna baadhi ya mastaa nao wameokoka wame wameenda kwa Mungu, huenda mm, na yeye ameamua kutumia huu pepo labda kwa mtu ah. Sasa sio kila anachokifanya lazima kimbariki kila mtu, kikiwabariki wachache ntashukuru Mungu, na wengine ambao hawawezi kubarikiwa na ichi nachokifanya watabarikiwa kivyao, ila mimi nafanya kitu ambacho ni kinanibariki mimi na watu wanaonizunguka na dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu ukija kwenye swala la kumtumikia Mungu, hata wewe hapo inakupasa umtumikie Mungu. Kwenye Mungu hakuna utani, kwenye Mungu hakuna masiara. Mimi nafanya comedy, nafanya content, na nafanya shughuli zangu nyingine, ninapokuwa kwenye swala la kumtumikia Mungu lil. na kuwa real, na ndio maana nimeamua kumwimbia na kumtumikia. Kwa nini ulichagua kwa Masanja sio kanisa lingine? Kwa sababu ndio kanisa ambalo napona, ni kanisa ambalo nabarikiwa, na kanisa ambalo napata neema na mafunzo mazuri. Kabla ya hapo, uh, labda kabla ya kuja kwa Masanja ni tayari ulikuaga ulishakuaga na yani, ulikuaga ulishakuaga na huo waha hiyo wa kusema kwamba kanisa fulani ni kanisa zuri au ulikuaga ulishalifuatiliaga before kabla hujaji? Uh, kwenye suala la makanisa, makanisa yote ni mazuri, japokuwa kila madhabahu ina maagano yake okay. Unanielewa? Uh, mimi kitu ambacho nakifuata kanisani ni Mungu wa kweli, siangalii huyu anaongea nini, huyu anaongea nini, ila kitu ninachokifuata kanisani ni kwamba mimi natoka nyumbani na kwenda kujumuika na watu kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Unanielewa? Kwa sababu Mungu alisema walipo wawili watatu nami nipo katikati yenu. Kwa hiyo hata kama kanisa linaabudu mashetani lakini wakiwa wawili watatu bado Mungu atakuwepo pale. Okay. Watakao muabudu shetani watamwabudu kivyao, watakao muabudu Mungu wa kweli watamwabudu kivyao. Okay. Ila mimi hapa kanisani mimi nafata mafunzo mazuri, nafata mafunzo ambayo yananiponya, yananibariki na kufanya siku yangu iende ya vizuri na maisha yangu yanyoke. Sawa, Ulistan, uh, swala mwisho. Kumekuwa kama na ni kasumba eh, uh, au ni mtazamo wa watu tofauti tofauti ambao wamekuwa wakilizungumzia hili. This time around tumeona baadhi ya masta uh, wakitoka katika njia zao na kuingia kwenye dini, wengine wakifanya ibada kabisa, wengine wakibadilika. Uh, tumeona kama kina Rhino King ameamua uh, kabisa kuacha mziki wa Bongo Flava. Uh, this time around anaimba gross pona nini, ameokoka. So, story mtani ni kwamba wasanii wengi uh, wanatumia kivuli cha dini kujinufaisha uh, wao binafsi. Kwa mfano kama tunu, watu walimsemaga wali sana MC Pilipili baada uh, ya kufungua kanisa uh, masanja mwenyewe pia ambao uh, leo wewe uko kanisani kwake watu wamekuwa wakimwongelea tofauti. Uh, kuna baadhi ya watu nimeona kwenye comments wanasema Holy Star pengine amekuja huku kwa sababu labda natafuta mchumba anatafuta mke kuoa nini mtazamo wako juu ya maneno na mtazamo wa watu pindi masta mnapoamua kutoka katika njia ambayo sio sahihi na kuingia katika dini? Ah, sasa so, ukianzia hapo kwenye swala kutafuta mchumba, mimi siwezi nikaje kutafuta mchumba kanisani, kwa sababu hapa kanisani wengi ambao tupo hapa, tuna shida, tunakuja kumlilia Mungu. Hasa mimi mwenyewe nina shida, nitafute tena shida? ni shida. Ili waje mchumba, Mungu atanipa kwa wakati wake, ila sijaja kanisani kutafuta mchumba. Unanielewa vizuri? Aa, na kwa sasa hivi kwenye swala la mahusiano nime stop kidogo. Ya nipo kwenye maombi ya kumwomba Mwenyezi Mungu anionyeshe mwanamke atakaye kuwa bora katika maisha yangu. Mm. Na kwenye swala la biashara mimi niko tofauti kidogo hata mziki ninaofanya. Mm. Mziki ninaofanya mimi ni wa worship, mm, wa kuabudu sana. Mm. Unaelewa? Ni mziki ambao nafanya kwa sababu ni mziki ambao naupenda. Mimi nafanya kitu ninachokipenda mbele ya Mungu wangu. Mm. Wapo wengi ambao wamenishauri, badilisha mziki. Kwa nini usimbe hivi? Kwa nini usimbe kama wenzako? Nasema no. Mimi kitu nachokiimba ni kitu ambacho nakipenda mimi, kinanibariki mimi, mpaka Mungu wangu kinamtukuza, okay. kwa ndo maana naimba mziki wa tofauti. Mimi sifanyi mziki wa biashara, mimi nafanya mziki wa wito, kwamba nimeitwa na Mungu nimtumikie Mungu, ikitokea kufanya mziki wa biashara inshallah. eti inshallah. kwenye wito mimi nilikuwa nataka nijue kitu kimoja, kwenye issue za gospel na aina ya muonekano, muonekano wako ni rasta. <laughs> Si, si, nataka utueleze huo wito wa kuwa kuweza kutumikia Mungu lakini pia na hizo rasta pia mm, kuna wito wa rasta pia katika katika hilo. Okay. Lakini pia kingine mm, nataka unielezee wewe ambapo uliweza ku kati yako na Solomon mkubwa, yule msanii mkubwa kutoka Kenya, msanii mkongwe mm, wa wa muziki wa gospel, kolabo zake ni chache, imekuwa vipi? wameweza kukubariki? kuna siri gani mm-hmm? hapo hapo kianzia kwenye rasta ni kwamba hata ukisoma kwenye Biblia, Samson alikuwa na nywele na yule alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, unaelewa? So sisi vita yetu ipo ndani, sio nje, usijaji mwonekano wa mtu. Ndio maana ukija hata kwenye swala la Solomoni, Solomoni akija Tanzania, mtu wa kwanza anayemwamini ni mimi, kwa sababu anajua ndani yangu kuna kuna nini, unanielewa vizuri. Solomoni anaweza kanecheta milioni kumi na akaondoka zake akarudi akaikuta, vile vile ni mtu ambaye ananiamini kwa sababu amekaa na mimi, na sio yeye peke yake, watu wengi wa karibu ambao wananizunguka wanajua holiness yakoje, ila muonekano ni muonekano ambao naupenda. Siwezi nikasema kwamba kwa sababu nimeokoka basi ninyoe nywele, kwa sababu nimeokoka niache kuvaa kama vijana wenzangu, nitakuwa nadanganya, nitakuwa naishi maisha ambayo sipo comfortable. Mungu ametuumba ili tuje tuishi comfortable, kwa kama unaona kitu kinakupendeza na hakimkwazi mtu basi kifanye, na kama ni dhambi

Kwa hiyo ni kweli kwamba uko na date na mishangazi? Hapana, hmm, sio kweli no. Ndio maana nimekwambia ukiwa karibu yangu utamjua Holistani ni nani ila ukiamini sana mitandao uwezi ukamjua Holistani. Unahisi kwa nini watu wanamchukulia Holistani kijana ambaye anapenda kuelewa hata mazingira yake ya kazi, hawezi kupambana yeye mwenyewe. Unahisi kwa nini? Kwa sababu ya ishu fulani iliyotokea elfu mbili na nane na, na ni mda sana elfu mbili kumi na nane na ni mda sana na jinsi mwili wangu ulivyo mi nimedumaa ujue. Mwili wangu mdogo mdogo. Kwa hiyo naweza nikawa natembea na mtu kwenye mahusiano labda nimemzidi miaka miwili lakini ana mwili mkubwa. Kwa mfano <laughs> kama wewe hapa sister. Wewe hapo we ulipo, mimi nimekuzidi umri, lakini mimi mwili wangu nikitembea na wewe utaonekana bado mshangazi kwangu. Safari yako mpya, unawaahidi utafanya nini kwa Mungu? Uh, kitu ninachoahidi ni kwamba nitamtumikia Mungu nitamwimbia Mungu mpaka kufa kwangu. Sitoingia tena kwenye Bongo Freva ila nitakuwa nafanya mziki wangu wa gospel pamoja na kutengeneza content zangu kama kawaida kwa sababu pia mi ni content creator. Na kwa sasa hivi nimebadilika. Zamani nilikuwa na chora tatu lakini sasa hivi si chori tatu tena. A yeah, kwa sababu namtumikia Mungu kwa hiyo nimeamua kuacha hiyo kazi ambayo inaniingizia pesa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwao sasa hivi nafuta tu tatu sichori. Unawashauri hmm, nini wasanii ambao wapo bado kwenye dunia? Ah, sina cha kuwashauri ila, mimi ninachoamini ni kwamba wakati ukifika wao kubadilika watabadilika. Mm, hawezi -hmm, ukamshauri mtu kwamba toka huku njia huku no. Yaani Mungu anambadilisha mtu kulingana na wakati anaoamua yeye Mungu ameamua kunibadilisha mimi mapema na kusudi lake. Unanielewa? Kwa kuna mwingine atakuja kubadilika kisha kuwa mzee sio mbaya. Labda la, All Star Kalisa tuliona naye amerudi kwa Mungu. Uh, na kwa kwenye dini ya Kiislamu lakini. Nani kitu Kalisa? Kalisa yeye. Yeah. Kitu ambacho alichojuta ni yeye kuchora tatu. Wewe ni kitu gani ambacho unajutia wakati upo huko duniani? Ah, kitu ambacho najutia wakati nipo duniani ni kuchelewa kumjua Mungu ndio kitu ambacho najutia sana na imani kwamba ningeanza kumjua Mungu tokea mapema basi maisha yangu yangekuwa yameendelea zaidi hapa. Of course Mungu amenisaidia, nina baadhi ya mafanikio ambayo wengine hawana, lakini kama ningemjua Mungu before ningekuwa mbali, na naamini ningekuwa zaidi, kama kama Diamond ningekuwa, kama yani ningekuwa msanii mkubwa sana kama ningemjua Mungu before. Kwa sababu nikaga nenda zamani kwa waganga, waganga walikuwa wanadanganya danganya. Kitu gani hasa kilikuwa kinakupeleka kwa waganga wale sasa? zilivokuaga naimba Bongo Fleva, vile unakuta una, una, unatoa nyimbo mtu anakuambia nenda kwa mganga nini, nyimbo yako iende. Unaenda kwa mganga, anakuuliza mganga, unatumia jina gani? <laughs> mganga mwenyewe hakujui yani, anakupa anaku dawa anakuambia ukaoge, unaoge, unakuwa unajipulizia perfume dawa zinanukanuka zile, lakini mwisho siku hakuna jambo lolote linalobadilika. E, wananilia tu wela tangu uende kwa mganga labda ni kitu gani ambacho ulishawahi kuenda ku, kuomba kwake ikafanikiwa hata kwa, kwa asilimia hamsini? au ni vitu vingapi ambavyo ulienda uli ukiwa na shida navyo na havijatokea vi kabisa? ishawahi kwenda kwa mganga ni kwa nataka utajiri hmm. E, mganga akanipa nanilia, akanipa chungu akaniambia baada ya siku saba kuna dawa akaniwekea mle, akaniambia baada ya siku saba nitakuta hela zinajaa mle akasema nimlipe elfu sabini nikampaga elfu sabini. Lakini nilipofika nyumbani nilikuwa akili yangu yote sifanyi kazi, nawaza siku saba zifike nichukue hela yangu mle. Siku saba imefika, naingiza hivi, amna chochote. Kwa hiyo tokee. Okay, hapo sijai tena kumwamini mganga okay. nashukuru sana. asante